Miaka kadhaa iliyopita huyu mtu mtakaye msikia kwenye video alikuwa ni rafiki yangu. hiyo kujua ni kipi kilimkuta na kwa nini alikuwa analia kwa uchungu hivyo, endelea kuangalia hii video. Habari, karibu kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe ku like, na kushare video, mtu anaweza akajifunza. Juzi muhusika wa hiyo video alinitafuta akaniambia hivi, wewe bado una zile video zangu? Nikaambia ndio. Akaniambia yani, naonaga video zako story zako, Mungu wangu, naona tu jinsi ambavyo siku na mimi utahadisia story zangu. Nikamwambia asante kwa kunipa idea ya content. Kwa hiyo ndio maana leo tuko hapa. Na by the way, usijali, nina ridhaa yote ya muhusika, sema ameomba nisimuonyeshe sura wala nisimtaje jina. Kwanza tuanza na mimi na mhusika, tulikutana wapi? Mimi na yule rafiki yangu tulikutana saluni, yeye ana saluni kubwa tu. Sasa siku mimi nilikuwa nimeenda saluni nikamkuta yeye ambaye ndo mmiliki wa hiyo saluni, nikakuta dada wawili ambao wanafanya kazi kwenye hiyo saluni yake, na mwanamke mwingine ambaye alikuwa hapo saluni ambaye yeye anamwita Maiwe. Nakumbuka siku nilikuwa nimeenda kuretouch, tukawa tunapiga tu story, tukawa tunapiga story hapo, si wajui, nikawa napiga nao story, tukawa tunahadithiana vitu nini nini nini akaniambia kwamba ana biashara. Nakumbuka alinionyesha hadi picha, hey, ndo bidhaa zangu sio ni nini, napata. Sasa nguo zake nilizipenda, kwa hiyo nikachukua namba yake nikaaga tu, nimesave ili tu akipost kitu nini nikipenda ninunue, alafu pia nilikuwa nataka ni support. Basi kwanza hiyo siku tukaa tu karibu, tukaa tuna chat, kuna muda hata sina haja ya kusuka wala kufanya chochote, lakini naenda tu saluni kumuona hivyo. Tukawa marafiki kuanzia hapo. Sasa story inaanza. Huyu rafiki yangu alikuwa anafanya kazi kama sio NMB basi ni NBC ya Mtwara sijui Mwanza ama Musoma. Nahisi ilikuwa Musoma au Mwanza maana ilikuwa ni zile kanda za juu za Lake Victoria. Sasa usiku akakutana na nani, huyo mteja tu alikuwa ni mteja wa kawaida mkaka. Wakazoeana hivyo, kila siku akawa anakuja nini, wakazoeana, wakapendana, wakaanza kuwa kwenye mahusiano. Alafu huyo mkaka hakuwa Mtanzania. Alikuwa kama sio Mganda basi ni Mkenya. Ya ile miji ambayo iko karibia na Yani mpaka ni mpakani kwa Tanzania. Basi wamekuwa kwenye mahusiano kama miezi minne tu, mitano sita, sijui walivyokutana. Mwanaume kama mbeji, mimi nataka nikuoe. Kweli yule rafiki yangu akafurahi sana. Hizo alikuwa tayari ashafikisha miaka 30 hivi, anakimbiza 31. Sasa tunajua ile peer pressure, marafiki zake wote akiangalia ameshaolewa na watoto. Hakuwaza maamuzi mara mbili, akamwambia ndio, tuoane. Sasa huyu mwanaume kaniambia yeye sio Mtanzania. Kwaona familia yake wako huko nchini kwake, kama si ni Uganda ama Kenya, familia yake nzima iko huko. Kwa hiyo alikuwepo Tanzania peke yake yeye mkaka. Akafunga ndoa serikalini ile, waka walikuwa tu wawili wao na mashahidi wao, basi akamwambia tufunge tu ya sasa hivi kwanza, alafu baadaye huko ndo nitakupeleka kwetu, uje familia yangu na mimi nitakuja kuona familia yako. Kweli na wewe rafiki yangu, yeye ana mama yake tu hana ndugu anaye na mama yake tu, ambaye naye yuko Moshi huko kwa hiyo kweli akaona kweli, tanta familia nini tutanana nazo baadaye. Basi wakaanza maisha kabla hawajafunga ndoa, yani zile miezi michache kabla hawajafunga ndoa, rafiki yangu akawa amesha apply barua ya kuomba uhamisho atoke hiyo NMB ya ya, ikawa ya ya imekubaliwa kwamba amekubaliwa kuhama da, wakaamiaga da sasa alivyofika da, huyu rafiki yangu ni mpambanaji, yani ni mpambanaji fasta fasta, akatafutaga frame ndo akafungua hiyo saluni ambayo nikakutana naye hapo, lakini pia akawa na duka kubwa, akawa alikuwa hana duka, alikuwa tu anauza nguo za watoto, nguo za wadada, na pia ana nini na saluni yake tu hapo hapo akafungua kubwa, ipo karibu na anapokaa. Na pia akawa anafanya kazi wapi huko benki. Sasa walivyo wameaga daa, mwanaume akatafuta kazi ya uwalimu, akawaga ni mwalimu wa English kwenye shule ya primary. Si mnajua ni Waganda ya Kenya, ni walimu wazuri sana wa English. Kwa akawaga ni mwalimu wa English kwenye shule ya primary. Basi wakaanza maisha, wakapangisha nyumba nzima, hawajajenga wamepangisha, tua ni nyumba tu kubwa vyumba sijui vitatu, sebule, jikoni, mabafu. Sasa rafiki yangu akawa anakaa na mdada mmoja, yani mdada wake mmoja wa saluni. Kumbuka na mdada yule wa saluni. Sasa yule mmoja akawa anakaa naye pale kwake. Kwa hiyo kwa anakuwa ni mdada wa pale nyumbani lakini pia ni nini? Mdada kumsaidia saluni. Basi wameishi wamefikisha wa kama mwezi mmoja hivi wa ndoa yao. Mume wake akamwambia, "Kuna huyu mdogo wangu anatoka nchini kwetu, anakuja huku kuanza maisha kujitafuta. Kwenye kwa hiyo nilikuwa naomba aje afikie hapa aishi na sisi kwa muda mfupi mpaka atakapojua mazingira atakapojua mji atakapo jiri, yani atakapopata kazi ataka, ataenda kujitegemea. Basi huyu rafiki yangu yeye, ni yani, ni ana roho nzuri, ana moyo mweupe kabisa, akamwambia kweli aje, uzuri atamsaidia na nani, huyu dadangu hapa kazi nini na sauni pia hata nini atatusaidia, mimi nikiwa bizi kazini hata nisaidia kusimamia biashara zangu. Haya, kweli. Huyo mdada nini? Akaja, akawa naishi nao. Ndio huyo sasa akawa anamuita My Wife. Sasa wakatokea ni kuelewana, yani wakawa marafiki hivi. Yaani wakawa kila kitu wanafanya pamoja. Ikafikia hadi hatua huyo mdada akamwambiaje, "Nataka nikufundishe biashara, wewe unajua nikupeleke machimbo yangu jamani." Alikuwa anasafiri naye nje ya nchi, sijui Dubai, China wapi, wapi kwenda kunini kutafuta mizigo, anamwonesha machimbo, fanya hivi fanya hivi, nguo za Uturuki, sijui ndo hivi hivi, yani wanaenda wapi wapi, yani najua, yani anamfundisha ile ujanja ujanja kujipata hivyo vitu vyote ambavyo amevifanya yeye, anamfundisha yani, kaenda naye huko amemfundisha. Walivyorudi sasa, da, akamwambia tafuta chuo chochote cha urembo, mimi nitakulipia ada, wewe ndio tukasoma chochote ili nini, niwe na kuacha saluni, maana mimi niko nimeajiriwa, siwezi so, nikawa full time yani nakaa nafuatilia biashara zangu sio saluni. Kwa hiyo enda kasomee, ukimaliza utakuwa ndio msimamizi hapo saluni yangu, wewe ndio utakuwa unafanya nini, unalemba wateja wakubwa vitu kama hivyo. Kweli huyo dada akaenda akatafuta chuo akawa anaendaga. Kwa hiyo dada akamlipia kabisa akampa hela. Basi siku zinaenda zinaenda zinaenda, kila siku mume wake hana hela, kila siku hana hela. Akamwambia kinu Yesu, una kazi? Mbona mimi kila kitu nafanya mwenyewe, akati wewe ndo nini ndo mwanaume kila siku baby, sina hela, sina hela, sijui nini, sunajua sisi walimu walimu hatulipwi sana, sijui nini, basi, sijui naelewa. Kwa hiyo ndo akachukua jukumu sasa la kuwa baba na kuwa mama tena wa nyumba. Kwa hiyo kila kitu akawa analipia, kodi ya nyumba analipa yeye, sijui chakula, sijui nini, nalipa yeye manau, kila siku anasema hela hana, hela hana, sijui analipwa kidogo, sijui kila kidogo. Mara mke wangu nichukulie basi mkopo benki, kuchukua nita nita mkopo, hawezi kuwa shida sana, kama mtu ambaye hayuko benki kweli. Akanachukua mkopo benki, afu wao benkisanajua mshahara wake kwao, anakuwa anamkata kidogo kidogo kwenye mishara yake basi nakuta, he, baby nchukule milioni tano mkopo, eh baby nichukule milioni ngapi. Kwa hiyo mdada naye anatoa, afu siku za kulipa zikifika huyu mkaka utakuta anampa tu laki sita, laki tano, nyingine anambia baby nitakupa au kama tarehe zimefika weli pia afu mimi nitakupa, hampi. Kweli mwanamke anapotezea si mume wangu, kwa unakuta wanamkata tu ile kwa mishahara yake, kwa mishahara yake ile mikopo. Basi siku zinaenda na alikuwa anampenda anapenda mume wake jamani wa rafiki yangu hey yaani ni wale watu ambao unajua, siju Turuki, Dubai, kufata mzigo wa dukani atarudi na, yani, kifurushi special kwa ajili ya mume wake. Yani walikuwa ni ile kapo, yani ya hivi, yani wanavaa hadi zile nguo za kufanana. Siju mnajua zile kapo za hivyo ku post status kila siku hey, my husband, my, yani mambo kama hayo. Si wakati wanaishi hivyo hivyo ikafika kama mwaka na nusu au mwaka na miezi tuseme nane hivi. Huyo mwanamke akawa namwambia je anamwambia mmewake, tuzae basi, yani mimi na hamu kule watoto, afu umri wangu unaenda. Mwanaume anamwambia ah, baby subiri, nikishakupeleka nyumbani wakishakujua sijui nini nini, ndo tutazaa sijui nini nini. Basi anamwambia basi, hata kama hutaki kuzaa sasa hivi, basi tuanze kujenga. Akamwambia basi, tuanze kujenga, hata ni hivyo, kuna viwanja sijui vinauzwa wapi wapi huko, tunaweza tukapata kimoja tu cha bei nafuu, tukaanza kujenga kidogo kidogo, yani mimi na wewe tukiweka hela zetu Tutafika mbali. Tena mwanamke aka ameshajitolea kabisa, kwamba na yeye atachangia, yani kwamba tutajenga wote, ukikwama okay, mimi nitaongezea, tumalize nyumba yetu, maana hizo kodi za kila siku sio kweli. Mwanaume akamwambia ah, mna baby, unajua tu save tu kwanza, sio nini, tutajenga. Kwani tuna haraka gani? Kila siku visingizio, kila akimwambia kuhusu kujenga anaingia huko, anatokea huko. Hamwambii mshahara wake ni shilingi ngapi, hamwambii mshahara wake unaenda wapi sasa huyu wifu yake akaja akashikaga mimba. Aliposhika mimba akawaita pale sebleni, sijui huyo rafiki yangu na mume wake, kwamba dada na kaka, mimi ni mjamzito, sijui ni nini Asa, huyu rafiki yangu akamwambia haina shida, uko na mimi, sio tuta. Yule mwanaume sasa hapana, yani unashikaje mimba, sijui na kitu, sijui tumekusaidia tu hapa, sijui ni amekasirika aondoka atufuge watoto wake za watu, sijui ni nini nini toka hapa kwetu, sijui ni nini nini. Yule rafiki yangu akamwambia amna, aende wapi? Tutakaa hapa tutamsaidia, uzuri kuna dada na mimi pia nipo, kwa atajifungulia hapa hapa na mimi niko na wewe rafiki yangu, kweli kweli. Basi miezi ikaenda ikaenda ikaenda udada akajaga hadi akajifungua mtoto wake, akafikisha hadi miezi mitatu sijui minne, bado yuko hapo hapo, huyo rafiki yangu sasa anamsaidia, hadi alimwahidi kwamba hata mtoto akianza chekechea ni kwangu, juu yangu, maana mimi sina mtoto sasa hivi, itakuwa tu ni kama sijui nini. Yani sijui basi, sawa, amekaa tu ni kama sadaka sijui ni nini, yani sijui naelewa, basi sawa, amekaa tu hivyo. Mtoto ana miezi mitatu, muda unaenda. Sasa hiyo siku mama yake akamwambia tena, Baby, nisaidie tena unichukulie mkopo hapo fasta fasta benki kama milioni saba hivi au nane. Au kama unayo wewe mwenyewe kwenye account nichomolee, afu nita nini nitakuwa na kurudishia mshahara wangu ukija. Nataka niende nyumbani mara moja kuona familia, pia nataka nikaeke mambo sawa ili nikupeleke wewe nyumbani wakakuone, afu kama vipi tufanye sherehe familia yangu na familia yako nini wakutane. Kweli rafiki yangu sikivu kafurahi kampa mama mkopo milioni saba, sijui milioni nani huyo. Kaenda kamchukulia benki, mwekea kwenye akaunti yake. Basi kweli kesho yake asubuhi, yani baada ya kupa hiyo hela, hizo siku zifuata ndo aka nini, akasafiri zake akaenda. Basi akawa amebaki na nani yeye, huyo wifi yake na nani huyo mdada wao wa nyumbani hapo. Siku zimeenda zimeenda, baada kama wiki hivi, huyu wifi yake akamwambiaje Wifi, mimi nataka niende wapi, nyumbani, nimpeleke huyu mtoto, si unajua na watoto, maana huyo wifi ake na watoto wengine wawili amewaacha kwa mamake huko. Akaambia nataka niende kwa mama, hajawahi kumwona huyu mtoto, nataka pia mwanangu nini akaone nini awazoe nini ndugu zake mtoto wa miezi mitatu. Jamani, anyways kweli huyu rafiki yangu kweli nauli nini, nini na siku kesho yake, sijui nakumbuka, mimi nguo nzuri, akanyambia njoo kwangu na mzigo mwingine ambao bado sijaweka dukani, njoo uchague kabla sija nini, sijaupeleka dukani. Maana tuka tumezoeana kiasi hicho; ni kutembeleana, ilikuwa ni kawaida. Basi nikaenda sana, kumbuka siku nilikuwa na rafiki yangu tukaenda mpaka kwake, tuka tumekaa, nimeshinda naye, tunaangalia movie, tumecheka. Alikuwa hapo yeye huyo mdogo wake na mdada wapo nyumbani, mimi afu na rafiki yangu nimefika pale, nimeangalia mizigo, nimeangalia nguo, nimechagua, nimekaa pale, tunapiga stori. Sasa ikafika jioni, jioni mida kama saa moja saa mbili hivi, akamwambia yule mdada wake, naomba niletee wine. Kweli kamletea wine pale, tukawa tumekunywa tunakaa tu tunaangalia TV, sijui ni kipindi gani, tumekaa hivi, message kaingia kwenye simu yake, anafungua hivi, yani bonge la gazeti, yani message ndefu, kutoka kwa nani huyu, anayemwita Maywi he Ghafla tunaona mtu anaangua kilio, makelele. Yani hapa kwenye video hiyo, clip ndogo niliwekea mwanzo, yani ilikuwa ni ndo anamalizia kulia, yaani aliangua kilio, tukajua amepokea habari ya msiba, yani kilio. Tukaambia vipi, ndo kushika hivi simu yake kusoma. Mungu wangu, huyo mdada anamwambia: dada, mimi na yeye tumeishi vizuri, we ni mtu mwema, na ndio maana nimeamua, nimeamua tu nikwambie ukweli mimi na nani akataja jina la huyo mme wa huyo rafiki yangu mimi na nani, kusema ukweli, sisi ni wapenzi tena wa muda mrefu sana. Tuna watoto tu watatu, hata huyu nilijifungua hapo kwako ni mwanae. Hapa tulipo tumeshaondoka, tuko Kigamboni, tumeama kwenye nyumba yetu. Muda wote tuka tumekaa hapo tuka tunajenga Kigamboni, sio mnaelewa, tuka tunajenga Kigamboni, sasa hivi ndo tumehama tumeamua tu tuanze maisha yetu, tukuachie uwe huru, tusiendelee kupotezea mda, yeah? y yaani message ilikuwa ndefu ndefu yaani yeah? kwa muda wote ule mwanaume anasema astaki, oh, watoto hadi nikupeleke kwetu, kumbe alikuwa na watoto tayari. Alikuwa hataki kuzaa na huyu, oh, sijui tusijenge tunawai nini, kumbe yuko anajenga kwingine, anajenga nyumba yake na huyu maiwi Oh, sijui sina hela. Kila siku ana hela, kumbe hela zake zinaishia kwenye ujenzi na nyingine, hadi anazo umuomba huyo rafiki yangu, hadi anachukulia na mikopo zote, alikuwa anaenda anajenga nyumba yao mpya. Yaani eh, siku stoesau jamani, alilia alilia mpaka tukawa tunaogopa kwamba yaani majirani wasije wakaisi, labda kuna kitu kime, yani ni uchungu basi Ndo hivyo alivyokuja kuwa vizuri, yani baada ya muda alivyokuja kuwa vizuri, ndo akanatuadisia mambo alomfanyia, yani ni mengi. Mambo alojitoa kwa ajili ya huyo mwanaume ni mengi. Akanasema yani, mimi ni mjinga, akanasema mimi ni mjinga sana, yani mimi ni mjinga kuliko wanawake wote, yani mimi ni mjinga niliona red flags nyingi, lakini bado tu nilikuwa najidanganya kwa sababu nilikuwa nampenda mm? anakwambia kuna kipindi hata wakiwa ni katikati, yaani ya sin mke na mume, huyu mume wake akawa anataja jina la yule maiwi, lakini bado alikuwa hashtuki, akimwambia, wanaongea, yanaisha. Mke na mke na mume, jamani, mkiwa mke na mume ambao labda mnataka watoto, mkiwa mko kwenye ile sin, sinabidi hivyo ili mpate watoto. Lakini huyu mwanaume alikuwa anafanya mambo yake anaweka nje ili asimpe mimba alikuwa hataki kuzaa naye lakini mwanamke bado hiyo akuona kama red flag mikopo ile yani jamani sijui kwa hiyo hicho ndio kilichomkuta huyu rafiki yangu kwa hiyo mimi tu chakuwashauri sicuu ni ushauri jamani no matter how oh, then unaona miaka yako inakimbia usije ukaingia kwenye ndoa kwa sababu ya pressure ya umri Siju kakub... yani, siota nisemeje? Ah, yani no matter unavyompenda mwanaume kiasi gani, usije ukawa, yani, sitaki kusema mjinga kwa sababu yani. Anyways, hiyo ndio hadithi yangu. Kwa hiyo mwenye comment, mwenye maswali, mwenye nini atauliza kwenye comment section. Asante sana kwa kuangalia video mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Bye.